Hamjambo wanafunzi, watazamaji, karibuni kwenye kipindi kingine cha lugha ya Kiswahili, na hivi leo tutajifunza kuhusu matumizi ya ako na enu. Matumizi ya ako na enu, ako na enu, kwanza ni vimilikishi, ni mizizi ya vimilikishi, na wakati ambapo tunatumia ako na enu katika sentensi, tunaonyesha kuwa mtu au watu wanamiliki kitu fulani. Matumizi ya ako. Ako ni mzizi wa kimilikishi, ukitumia katika sentensi unaonyesha kuwa mtu ambaye anaongelewa au kitu ambacho kinaongelewa kinamiliki hicho kitu fulani, au mtu fulani ambaye anazungumziwa anamiliki kitu fulani. Kwa kuwa ako na enu ni vimilikishi vya nafsi ya pili. Ni vimilikishi vya nafsi ya pili, na ako hutumika katika umoja, enu vile vile hutumika katika wingi. Na wakati ambapo tunazungumzia eh, kimilikishi enu katika sentensi, tunazungumzia vitu au watu ambao wanamiliki vitu fulani, kwa hivyo tutaangalia mifano hapa ya matumizi ya ako na enu katika sentensi, na ikumbuke kuwa wakati ambapo tunatumia ako na enu katika sentensi hutegemea neno au nomino ambayo imetumika pale kwenye sentensi. Kwa hivyo niko na wimbo, tutauimba huu wimbo kwa pamoja. Matumizi ya ako na, na enu Matumizi ya ako na Enu. Matumizi ya ako na enu. Kwa hivyo ikumbuke kuwa wakati ambapo tunatumia ako na enu katika sentenzi, neno ambalo limeanzishiwa pale kwenye sentenzi na muhimu sana. Kwa mfano mzazi, hatuwezi sema mzazi chako au mzazi lako, bali tutasema mzazi wako na kwenye wingi wa mzazi ni wazazi. Hatuwezi sema wazazi vyetu au tuseme wazazi vyao, eh, au, au tuseme wazazi vyenu au tuseme wazazi zenu, bali tutasema wazazi wenu. Neno kingine kama kiti, kiti hatuwezi sema kiti wenu au kiti wako, bali nasema kiti chako, kisha viti vyenu. Kumbuke kuwa ako na enu katika sentensi hutumika ni vimilikishi vya nafsi ya pili, na ako hutumiwa katika umoja na enu hutumiwa katika wingi. Na katika umoja inaonyesha kuwa kitu ni kimoja, nafsi ya pili, na enu inaonyesha vitu ni vingi nafsi ya pili vilevile. Tuangalie mifano katika sentensi. Mkoba wako ni safi. Wingi lipo, mkoba yenu ni safi. Sentensi ya pili, mbwa wako ana afya nzuri. Wingi, mbwa wenu wana afya nzuri. Kitabu chako kimetunzwa vizuri. Nisabu. Kalamu zetu zimepatikana. Kwa hivyo nomino ni nyingi pale ambapo unaweza tumia pamoja na mizizi ya vimilikishi ako na enu, nafsi ya pili. Ikumbuke kuna nafsi ya kwanza angu, etu, kisha hii nafsi ya pili ako, enu, na kuna nafsi ya tatu ake, ao. Asanteni. Tukutane no kwenye kipindi kingine.